Vurugu limeshuhudiwa mapema leo kufuatia tofauti kuhusu utaratibu wa mazishi baina ya familia ya marehemu Lea Mwaka na ile ya mume Shukrani Katana. Marehemu Lea Mwaka alifariki Mei tarehe mbili mwaka huu, wiki moja tu baada ya kufunga ndoa ya kufana na kipenzi chake cha moyo Shukrani Katana. Alitarajiwa kupumzishwa leo nyumbani kwa mumewe, kijijini kwao Uyombo, wadi ya Matsangoni, lakini tofauti kazuka baada ya familia ya marehemu Leah kusisitiza mwili wa marehemu kwanza ufikishwe nyumbani kwao eneo la Chumani ili kutoa heshima zao za mwisho kabla ya kusafirishwa kwa maziko huko Matsangoni. So leo ilikuwa ni siku yake ya kumtoa. Tumetoka hapa saa kumi na moja tukaenda mochari. Kufika kule, tulikuwa sisi kama familia tumeelewana kuwa mwili utakuja hapa, hata kama ni lisaa moja, tumuone, tutoke tuende Matsangoni tukamstiri hatua hiyo ilipingwa vikali na familia ya mume Shukrani Katana, na hapo waombolezaji waliojawa na machungu kuziba barabara kuzuia msafara katika eneo la kwa Kadenge, fujo Chumani, kutaka mwili huo ufikishwe nyumbani kwao kwanza. Tumeng'ang'ana mpaka tumefika nao karibu na hapa, tukatarajia itaingia, lakini ni kama hawa walikuwa hawajapanga kuingia. Ndo hapo barabarani kulikuwa kuko na watu, kwa sababu ilikuwa ni lazima, kwa sababu sisi yule ni mtu wetu na tumeishi naye hapa ilikuwa ni lazima aje tumuone, ndo aende sasa. Kwa sababu ya hasira na umati wenye ulikuwa barabarani, wale watu hawakukubali ile gari ipite, wakaweka roadblock pale. Tulipofika tupendane chumani, barabara ilikuwa imewekwa misumari, so ikabidi nisimame. Nilipo simama nikapigwa chupa kwa jicho, nikamwagiwa pombe kwa macho, wakanipiga. Hivi ndivyo ilivyoanza safari hii ya mwisho wa mwenda zake. Gari lilobeba mwili liliondoka vizuri kuelekea Matsangoni kwa ajili ya mazishi kama ilivyopangwa na upande wa kwa mume huyu. Aliolewa tarehe 26 mwezi wa nne, baada ya wiki moja akashikwa na ugonjwa wa kupooza kama stroke alipo. Kwa hivo alipokuwa hivo akafanyiwa maombi, alafu baada ya hapo akatolewa akapelekwa kanisani sehemu za Kilifi. Alipotolewa Kilifi kanisani, akapelekwa hospitali, alipokuwa wakienda katika hospitali ndio akaaga barabarani, wakawa wanaenda hospitali. Kwa hivyo ikawa namna hiyo, gari lilishambuliwa na kuharibiwa na kuzua hali ya taharuki, huku waombolezaji wakitamaushwa na kitendo hicho. Ilikuwa na upango wa kutayarisha katika mtoto wangu wa Leah na nikatoka katika mahali ya Tupendane nikaelekea mochari, nimeenda baki hapo hata nikamuona katika mtoto wangu anaingia kwa nasi na badaya, badala ya, badala ya kuingia kwa nasi, nikakuwa mimi mwenyewe nipande pale kwa ambako mtoto wangu yuko, lakini mkwe wangu kama ni mkwe sijui, kama ni yule dereva sijui, wakanikataza gari, nikachukua gari ingine nikaingia katika mahali hapa kwangu boma langu la hapa Tupendane. Saa hii Leah yuko barabarani, siwezi. Leah ataingia wala hataingia. Mimi ni mamake, kama mzazi tunasikia kuchanganyikiwa juu mimi nimekesha hapa nyumbani kwetu kumkeshea dadangu Leah tumetoka hapa ambao ilikuwa saa kumi na moja asubuhi, tulikuwa ni twende mochar Kilifi. Tulivyofika Kilifi mochar, tukamchukua dada yangu Leah, tuje naye hapa Tupendane. Tumefika kule, tumebeba mwili, tumeweka kwa hansi, but wale wa mashemegi zangu ama wale mashemegi zangu ndio, hey, tosha Polisi walifika na kuamuru wahusika wafike katika kituo cha polisi cha Ngerenya kuandikisha taarifa na polisi. Leah Mwaka alifikwa na umauti katika mazingira ya kutatanisha wiki moja tu baada ya kufunga ndoa na Shukrani Katana katika kijiji cha Chumani, wadi ya Matsangoni, kaunti ya Kilifi. Baada ya vurugu, hatimaye mwili ukapelekwa Matsangoni kwa upande wa mume kwa ajili ya mazishi. Lolani Kalu, Coco FM. Coco FM, ladha ya Pwani.